Mtaa mzima wanajua kama wewe umeondoka nyumbani, umekuja kukaa kijiweni, mkeo nyumbani huko hana cha kupika, anafua nguo bila sabuni, unga ulionunua kilo tatu wote umeisha, afu ndakubishana na mimi. Kama tutabishana kwa hili basi jua muda wa mimi kuwa na wewe utakuwa umekwisha. Hivyo, unafikiri mimi sina elimu? Nafikiri nitafanya kazi gani zaidi? Kabla ya elimu kuna akili na maarifa pia, huna umechelewa kazi, umechelewa mgao, labda tukupe mie robaki. <laughs> Sasa hiyo mia bola umpe ambani Mbeya mtaa amefika leo, kazi tunayo, naenda kuwapia mtaa wote ukuo mkiwa nakola uuze karanga. Hakuna mafanikio kwa kukaa kijiweni. Hifadhi hiyo akilini mwako. Mafanikio huja kwa kujishughulisha. Sudi wena hivi babu, tunaongea mambo ya maana. Naongea masuala ya kubeti, tangu umebeti umebeti, unaliwa kila siku, unaliwa visenti vyako.